Kwamba mnamo tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2025 ilipotiwa tukio la kutekwa nyara kwa binti ambaye anaitwa Shyrose Michael Mabula mwenye umri wa miaka 21, alikuwa ni mwanachuo katika chuo cha uh, Mzumbe, eh, Chuo Kikuu cha Mzumbe ndaki ya Mbeya, ambaye alikuwa katika kitivo cha sheria na alitekwa na watu wasiofahamika, ambapo tarehe 16 mwaka 2025 mwezi wa tisa majira saa tano yani tarehe 16 mwezi wa tisa mwaka 2025 majira saa tano usiku huko mtaa wa Morovian uliopo kata ya Isyesye jijini Mbeya mwili wa mwanachuo huyo ulikutwa ukiwa mchomo moto. Kwa hiyo baada ya tukio la kutekwa eh, matokeo yake tarehe 16 mwezi wa tisa majira ya saa tano za usiku kwenye huu mtaa wa Morovian ndio sema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 kama mnavyojua eneo la Chalangwa liko kwenye kuna miti na makazi yako mbali kidogo, kwa hiyo alikuwa anakimbia ili aweze kujificha kuelekea kwa mchakano, na ndipo walipopiga risasi iliyopelekea kumjeruhi mguu wa kulia na nyingine ilimpata mgongoni na aliweza kuanguka chini. Kwa hiyo majeruhi hao wote wawili walichukuliwa kwa haraka sana ili kuwafikisha katika hospitali ya wilaya ya Chunya ili waweze kupata matibabu